Sean Diddy Combs amepata ushindi mdogo katika kesi yake kisheria siku juma na na ya Jumatatu wiki hii baada ya jaji washirikishwa kuondoa mashtaka na muhusisha na sheria ya uhalifu wa kupangwa na rushwa, yani Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act ama RICO, pamoja na madai mengine manne yaliyokuwa yamewasilishwa na Lil Rod Jones, mtayarishaji wa muziki ambaye alikuwa mtu wa mwanzo kabisa aliyewasilisha madai makubwa dhidi ya Combs ambayo yalisababisha msururu wa kesi nyingine dhidi ya rapa huyo na kampuni yake. Siku ya Jumatatu, judge J. Paul Oten wa mahakama kusini ya New York alitoa uamuzi wake katika ombi la utetezi wa Combs na kufuta kesi ya Jones dhidi ya Combs na wenzake. Katika wa uamuzi wake wenye kurasa 31 judge alikubali kufuta baadhi ya madai lakini akaruhusu mengine yanayohusiana na unyanyasaji wa kijinsia na usafirishaji wa binadamu kuendelea. Ingawa kesi ni ndogo kwa sasa kuliko awali, bado itaendelea, lakini bila shtaka la uhalifu wa kupangwa ni Rico, madai ya uvunjaji wa mkataba na madai matatu anahusiana na usianana, kusababisha msongo wa mawazo na maumivu ya kihisia. Pia Jaji alifuta shtaka moja linalohusiana na sheria ya ulinzi wa wathiriwa wa usafirishaji wa binadamu. Katika uamuzi wake Judge alisema kwamba Jones hakutoa ushahidi ku, wa kuonyesha kuwa amedhurika kibiashara au kwamba mali yake ilipata madhara kutokana na biashara haramu inayodaiwa kuendeshwa na Combs, hivyo basi Jones hawezi kushtaki kwa msingi wa madai yake kuwa yanahusiana na biashara haramu. Judge pia alibainisha kuwa madai ya Jones kuhusu kutolipwa mshahara hayakuwa na uhusiano moja kwa moja na shughuli yoyote ya uhalifu wa kupangwa kukataa kwa Combs kuheshimu mkataba wake na Jones kitendo cha uhalifu yani Rico, hata kama uvunjaji huo wa mkataba ulitokana na Jones kukataa kushiriki katika mpango wa uhalifu wa Combs, aliandika Judge Otken. Madai ya uvunjaji wa mkataba yalitupiliwa mbali kwa sababu hapakuwa na makubaliano yoyote yaliandikwa kuhusu malipo. Aidha, mwaka mmoja ulikuwa umekwisha kupita tangu makubaliano yoyote ya malipo kudaiwa kufanyika kati ya Jones na Combs au kampuni yake. Vilevile, Madai ya msongo mawazo yalitupuliwa mbali kwa haya kuwa hayakuwa na msingi wa kisheria wa kutosha. Hata hivyo uamuzi wa Judge Odken haukuwa ushindi wa jumla kwa Combs. Yeye na mkuu wake wa wafanyakazi Kristin Coram bado nakabiliwa na madai ya usafirishaji wa wanadamu kwa ajili ya kutumikisha kingono, pia madai ya unyanyasaji wa kijinsia na uzembe katika usimamizi wa majengo na utakabiliwa na mashtaka hayo mahakamani. Pia shtaka la usafirishaji wa binadamu lililokuwa limee elekezo kwa kampuni ya Combs Global lilifutwa mwaka 2022 Jones aliajiriwa na Combs kufanya kazi kwenye album yake ya ke, yeah, love all the love off the Grid album kama producer ambayo ilikuwa album yake kwanza tangu kwa mwaka 2006 alifanya kazi na Combs kwa zaidi ya mwaka mmoja kihudumu kama producer na mtu wa kurekodi matukio binafsi na kuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Baada ya kuondoka, Jones anadai kwamba alifanyiwa unyanyasaji, alitumiwa vibaya na hakulipwa dola elfu hamsini pamoja na sehemu yake ya mapato kutokana na mauzo ya albamu hiyo. Jones aliwasilisha kesi hiyo tarehe 26 Februari mwaka 2025 katika mahakama ya ya shirikisho ya New York dola milioni 30 katika malalamiko yake marefu, ambayo baadaye alifanyiwa marekebisho ili kuongeza madai mengine a mazito. Na Jones alimshtaki alimshitake Combs kwa kumdhalilisha kingono, kumlazimisha kushiriki vitendo vya ngono, kumtuma kuwasaka wafanyakazi wa ngono, kumlewesha kwa dawa za kulevya mara kwa mara, na kumshika kwa nguvu sehemu zake za siri. Hiki ndicho ambacho kimechukua nafasi kwa sasa. Hapa ni SNS Management, audio series za kusisimua. Makala za ulimwengu,